Tulikuja kupambana yeah. Na tunashukuru kile ambacho tumekionyesha tume kwenye uwanja yeah. Jasho ambalo tumemwaga kwenye uwanja yeah. Ndio limeweza kutupa pointi kwa moja kwa yeah. Sisi kama wachezaji kwetu ni furaha, lakini tunachoamini tuna mashabiki zetu nao wamefurahi. Lakini pia tunawashukuru tuna kwa sapoti yao na maombi yao kuelekea katika mchezo huu, kitu kikubwa sana kwa hiyo. Huu ndo mwanzo, tuendelee, bado nafasi ipo ya kuendelea kupambana yeah. Kuna mechi nyingine ambazo zinakuja mbeleni, lazima tushirikiane, tupambane yeah. Ili kuweza kufanya vizuri. Alama moja leo ilikuwa na ugumu na umuhimu kiasi gani? ao ilikuwa ni muhimu sana yeah. na nachoamini, kama kama mchezo le tungepoteza hata mm. ule mchezo ambao tumeshinda nyumbani ungekuwa una thamani oh, lakini tunashukuru tumeshinda nyumbani, lakini tumekuja ugenini, tulitamani tuli kupata tatu zote mm. lakini Mwenyezi Mungu ametuandikia ile moja, kwa hiyo tunashukuru sana. Nikutakie kila laheri. Asante sana, pamoja sana.